ujaji wa matumaini pamoja katika sala. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa leo ni dominika ya thelathini ya mwaka C wa kanisa. Leo mama kanisa anatuarika kutafakari juu ya unyenyekevu mbele za Mungu. Yesu anatupatia mfano wa mfarisayo na mtoza za ushuru. Katika dominika hii tunaalikwa kujitazama kwa unyenyekevu, tukitambua kwamba wokovu si matokeo ya matendo yetu binafsi, bali ni neema ya Mungu kwa wale wanaomtegemea kwa moyo wa toba na imani. Tafakari ya leo inatualika tusali kama yule mtoza ushuru: E Mungu, nihurumie mimi mwenye dhambi. Karibu tuzidi kukua katika unyenyekevu na imani. Tafakari hii imeandaliwa na frateri Fabian Abel Karume kwa shirika la neno la Mungu, na kuletwa kwenu nami na Erik Emmanuel. Kwa maana kila ajikwezae atashushwa, na kila ajinyenyekezae atakwezwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ukiwa leo ni Dominika ya thelathini ya mwaka si wa kanisa, tukiwa tunatazamia mwisho wa mwaka wa kanisa. Mwaka si mama kanisa, leo anatualika kuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu unafungua njia ya rehema ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, anatuarika na kusema kuwa mara nyingi tunasali, tunatenda mema, tunahudhuria misa, lakini tunasahau kuwa yote ni kwa neema ya Mungu, si kwa sifa zetu binafsi. Leo Yesu anatufundisha kuwa Mungu hasikilizi sala kwa sababu ya maneno mengi au kwa maneno au kwa matendo ya kujitangaza bari kwa sababu ya unyenyekevu wa moyo. Kwa kufanya hivyo tunapata thawabu ya Baba yetu aliye mbinguni. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Yoshua bin Sila linatukumbusha juu ya ukuu wa Mwenyezi Mungu katika kutenda haki kwa wanyonge na wanyenyekevu wa moyo. Muumba wetu katika kuhukumu huwa hajali nyadhifa wala cheo alichonacho anacho, anacho mtu. Nabii Elihu anamkumbusha Yobu kuwa Mungu hasikii kelele za wenye majivuno. Yobu aliyekuwa akilalamika anafundishwa kutambua kuwa Mungu si kama mwanadamu na sauti ya majivuno haimfikii Mungu. Mungu huwasikiliza wanaomwita kwa unyenyekevu na matumaini. Somo hili linatuandaa kuelewa kwamba sala ni tendo la imani na utulivu, si hoja au malalamiko ya mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana katika antifona ya kuingia inatukumbusha kuwa, ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Vilevile katika zaburi ya kuitikizana Zaburi ya 34 aya ya kwanza hadi ya ya pili, aya 16 hadi ya 18 na ile ya 22. Mtu mnyenyekevu alilia Bwana akamsikia akamponya katika taabu zake zote. Zaburi inatupa nguvu, inatupa taswira ya Mungu anayemsikiliza mnyenyekevu, anayekaribia waliovunjika moyo. Kwa hiyo wanyenyekevu wanajua siri ya furaha ya kweli, kutumaini kumtumaini Bwana, yes. Hata katika mateso na kumtukuza daima. Kwa kuwa tayari kujinyenyekeza mbele yake na kukubali kuwa sisi ni wadhaifu, tutaweza kuiona huruma ya Mwenyezi Mungu. Huu ndio wito tuliopewa katika somo la injili, Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 9 hadi ya 14. Injili inatupatia mfano maarufu wa Farisayo na mtoza ushuru aliyeenda kuomba hekaluni. Farisayo anasimama mbele akijisifu na kushukuru Mungu, kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Lakini mtoza ushuru akiwa nyuma hawezi hata kuinua macho yake mbinguni, akaomba tu kwa kusema, e Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Yesu anamalizia akisema, huyu alishuka kwenda nyumbani akiwa amehesabiwa haki kuliko yule mwingine, kwa maana kila ajikwezaye atashushwa na kila ajinyenyekezaye atakwezwa. Hata Yesu anavunja mtazamo wa kidini wa ubinafsi. Sala ya kweli si kujilinganisha na wengine, bali kukiri ukweli wetu mbele ya Mungu. Unyenyekevu ndiyo mlango wa rehema. Katika somo la pili Mtume Paulo, akiwa karibu na kifo chake, anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimekamilisha mwendo, nimerinda imani. Lakini si kwa kujisifu, bali kwa kumtambua Mungu kuwa ndiye aliyempa nguvu. Anazidi kusema Bwana alisimama alinisimamia na kunitia nguvu. Hii ni sala ya mtu mnyenyekevu anayejua kuwa wokovu wake unatoka kwa Mungu peke yake. Ni mfano wa imani ya kina inayokiri, sio mimi, bali ni neema ya Mungu ndani yangu. Ndugu wa Kristo. Hivyo basi tunahimizwa leo kuzingatia yafuatayo. Unyenyekevu katika sala. Mungu hasikilizi ubora wetu, bali ukweli wa mioyo yetu. Mtu anapokiri udhaifu wake, Mungu humkaribia zaidi. Ndicho alichokifanya huyu mtoza ushuru. Hakujikweza, bali alitambua na kuweka sala yake katika mazingira ya unyenyekevu. Mungu hasikilizi kwa sababu ya maneno mazuri au muda mrefu wa kusali bali kwa sababu ya unyenyekevu wa moyo . Fikiria juu ya mama anayesali kimya kimya usiku akiwa amechoka baada ya kazi, akisema Bwana, nipe nguvu kuendelea kum, kuitunza familia yangu. Sala kama hiyo, ingawa fupi na rahisi, ni yenye nguvu zaidi mbele ya Mungu kuliko maneno ya kujisifu vivyo hivyo yule kijana aliyekiri udhaifu wake mbele ya Mungu na kuomba msaada wa kubadilika anasikilizwa zaidi kuliko anayejiona mtakatifu. Mbili, kuepuka roho ya ubinafsi, roho ya kifarisayo. Tunaweza kuwa watakatifu kwa nje, lakini wenye kiburi ndani. Hivyo tusijione bora kwa sababu tuna sari au kutoa sadaka, kwani mfarisayo alichokifanya ni ubinafsi, kujiona yeye ni bora kuliko mwenzake kwa sababu anazijua sheria za kanisa. Unaweza kuwa mwalimu wa dini, lakini unayemfundisha dini hiyo akakuzidi imani. Hivyo nasi pamoja na vipawa vyetu tulivyo navyo Tukumbuke kuwa uwezo huo unatoka kwa Mungu, tuziokoe roho zetu, kwani wote ni wadhaifu mbele ya Mungu; hakuna aliyekamilika. Farisayo anawakilisha wale wanaofanya mema ili waonekane au wanaojilinganisha na wengine. Kuna wakati tunawadharau wengine kwa sababu hatuwaoni kanisani au tunajiona bora kwa sababu tunashiriki jumuiya na kutoa sadaka kubwa. Hata hivyo, mtu anayeishi kwa unyenyekevu kama mama mjane anayetoa sadaka ndogo kwa moyo mnyofu yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kujifunza kuona mema ya wengine bila kujiona bora kuliko wao. Yesu anatuonya, kila ajikwezae atashushwa. Tatu, tunaalikwa kuwa wa kweli mbele ya Mungu. Hata tukishindwa tusiogope kusema Bwana, unirehemu mimi. Hivyo ndiyo, hiyo ndiyo sala ya imani ya kweli. Kwetu sisi wanadamu tumeumbwa wadhaifu. Kuna mambo tunaweza kufanya na ambayo hatuwezi, tukiwa tunahitaji msaada wa Mungu hakuna haja ya kujikweza mbele ya muumba wetu, kwani yeye anajua yote yaliyopita, yanayoendelea sasa, na yatakayokuja. Hivyo tuwe tayari kusema ukweli kuwa sisi ni wadhambi, tunahitaji huruma yake. Mtoza ushuru anakiri dhambi zake, hakujitetea, hakujificha, bali alikiri Ee Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Fikiria kijana anayejua amekosa labda amewahi kusema uongo au kushindwa. Ndugu wapendwa, Mungu umkaribia zaidi huyo kijana kwa sababu ya uaminifu wake kuliko yule anayeingia kanisani mara kwa mara lakini ndani ana kiburi. Huo ndio unyenyekevu wa kweli unaomleta mtu karibu na Mungu. Katika familia zetu wazazi wanapokosa kuelewana, badala ya kila mmoja kujiona yupo sahihi, anayeamua kusema samahani, labda nami nilikosea, ndiye anayefungua mlango wa upendo na imani. Unyenyekevu huleta uponyaji katika familia. Katika kazi zetu, kiongozi kazini anaposhindwa kukubali kosa lake wenzake hupoteza imani kwake. Lakini kiongozi mnyenyekevu anayesema, nilikosea, basi turekebishe pamoja, anaenziwa zaidi. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka, mioyo ya unyenyekevu, siyo mioyo ya kujiona bora. Katika maisha ya kiroho wakati mwingine tunaona kama Mungu hasikii sala zetu, lakini mara nyingi si kwa sababu ya Mungu bali kwa sababu ya mioyo yetu iliyojaa kujihesabia haki. Mtu anapofungua moyo wake kwa toba ya, re, ya kweli, rehema ya Mungu umiminika juu yake. Leo Yesu anatuuliza, tunasali kama nani? Kama Farisayo au mtoza ushuru? Kama tunasali tukijilinganisha na wengine? Bali tuamini na kukubali kuwa tuko mbali na Mungu. Lakini kama tunasali tukitambua, tunamhitaji Mungu, tuko karibu naye sana. Ndugu wapendwa, Yesu leo anatufundisha kuwa sala si mashindano, bali ni mazungumzo ya upendo na Mungu. Wengine tunasali tukijilinganisha, mimi si kama fulani. Hiyo ni roho ya Farisayo. Wengine tunasali tukijitambua, mimi ni dhaifu, lakini naamini katika rehema ya Mungu. Hiyo ni roho ya mtoza ushuru. Unyenyekevu ni daraja la neema. Katika familia, jumuiya au huduma, tujitahidi kuwa watu wa moyo wa upole na wa kweli. Tusijione bora kuliko wengine, bali tuwasaidie kwa upendo. Ndugu wapendwa, tuige mfano wa mtoza ushuru, tumpazie Mungu sala ya toba kwa njia ya unyenyekevu. Tukumbuke, kila ajinyenyekezaye atakwezwa. Mtu awezi kujinyenyekeza na akashindwa kukwezwa na Mwenyezi Mungu. Mungu atupatie neema ya kuwa na mioyo inayotambua udhaifu lakini yenye matumaini katika rehema yake, na tusali kila siku kwa unyenyekevu huu: E Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Amina. Tafakari hii imeandaliwa na frateri Fabiani Abel wa shirika la neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.